Ukienda katika nchi zilizoendelea kimpira mfano Uingereza, kama mtu anatokea jiji la London, basi timu anayoshabikia iko hapo hapo London. Utakuta anashabikia Arsenal, Chelsea au Liverpool au Spurs. Mtu anatokea katika mkoa wa Manchester, timu zake ziko hapo hapo kwenye jiji la Manchester: Manchester United, Manchester City na zingine. Ukienda Spain hivyo hivyo. Mtu anayetokea jiji la Madrid, timu zake zinatoka hapo hapo. Na anayetokea jiji la Barcelona, timu zake zinatokea hapo hapo. Hasa njoo huku sasa Tanzania huku. Hmm. <laughs> Unakutana na mgogo, mgogo kabisa. Anakuambia ni shabiki wa Yanga. Kwa nini usishabikie na Dodoma Jiji? M. Hmm? Kwa nini usishabikie na Dodoma Jiji? Unakutana na Mnyamwezi, anakuambia ni Simba. Kwa nini usishabikie Tabora? <laughs> Serikali. Mechi ya jana ya Simba na Yanga iliyoahirishwa Naomba hela zisirudi. Watu waache shobo. Mm. Waache shobo. Sababu imetangazwa kwamba hii ni Dar es Salaam Dabi inamaanisha kwamba ni Dabi ya Dar es Salaam inahusu watu wa ada. Wao unatoka kwenu Kigoma huko. Kuja kutupigia kelele hapa. Kwa nini usishabikie mashujaa? Mm. Umetoka Kagera. Kwa nini usishabikie Kagera Sugar? Bwana, kama kuna mtu kasafiri kutoka mkoani kuja kuangalia mechi na mechi haijachezwa. Asitupigie kelele sisi, hela hairudi. Ndio imeenda. Ache shobo. Mikoani kwenu hakuna timu? Shabikieni timu za mikoani kwenu, acheni ujinga.